Sana, asante sana kwa kufika wote mm, na nimefurahi sana kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Nimeita hii executive meeting, ukiangalia hapa tuko viongozi wa kanisa, sio? Mm, na nina sababu ya huu mkutano kuita, na kabla tuende mbali sana kuna uh, kitu ambacho kinaendelea na hakijanifurahisha kabisa. Uh, treasure, unajua ile ripoti ulinipatia, najua vizuri sana asante. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna mchezo ambao umeanza kufanyika na hujanifurahisha kabisa. Mm -hmm. Kuna pesa ambazo hazitembei vizuri na mhusika mkuu ni mm -hmm, huyu bwana hapa. Yeah. Yeah. Na nahusikaje na Pasta? alikuja kwako akakwambia kwamba nimemtuma kuchukua pesa? Ndio. pesa ngapi? Elfu tano. Asante, nimesikia. hizo pesa ziko wapi? Uh, uh, kwanza kabisa watu wa Mungu, Bwana asifiwe mm. Uh, mchungaji, mimi nilimwendea huyu mama, sio uongo, nikakopa zile pesa ambazo mnasema wala hamdanganyi, ila tukasemezana kwamba nitakuja kuzilipa hizo pesa, na sijazipata lakini nazitarajia hivi soon. Kwa hivyo hapo sioni kama kuna tatizo lolote. Nitapata pesa na nitarudisha, vitu zitaenda kama tulivyopanga. Hapo hakuna shida. Mimi sijakula pesa kwamba sitalipa. Nilichukua kwa mkopo, nilikuwa na shida kidogo, mke wangu alikuwa mgonjwa. Una shida chairman? Mbona sana Pasta, kabla moja nimeongea kabla sijakula. Unaweza zungumza, mbona e, huku husisha Pasta. A -a, unajua mama, nilikuwa mbali na pasta na nikaona mshirika wenu asiteseke kule, maanake alikuwa ametibiwa na asha nini anangoja tu kutolewa kule. Kwa hivyo walikuwa wanasubiri hizo pesa, ikawa nimeongea na yeye anisaidia hizo pesa nipeleke nimtoe mke wangu, alafu mingine tupange. Nilichukua kama mkopo, sio kwamba nilichukua hizo pesa kwa njia ya nyuma, kwamba sitalipa Ila ila unaona, kuhusisha hawa watu wote <laughs> nice. Ilikuwa tu kwamba nizipate hizo pesa lakini <laughs> ushahidi simnao kwamba pesa ninazo na nitalipa hapo. Kuna tatizo mchungaji, mahali tatizo lipo. Jambo hmm, la kwanza ni kulitumia jina langu vibaya kwenda kufungwa <laughs> pesa. Jambo lingine la pili, hizo pesa umekaa nazo muda mrefu sana. Kwa hivyo kutokana na hayo makosa nimeita huu mkutano ili nikusimamishe kuendelea kukua. Mchungaji, unaenda mbali, unaenda mbali sana. Usifanye hivyo tafadhali, nakuomba. Unaongea tu asi, atalipa pesa? ulikula naye mlungula, alikulipa kitu? Sasa mkimsimamisha, atalipa nitalipaje? kwani atalipa pesa? Unaona, watamfunga tu kifungo. hmm. <coughs> eh? wata ya nje kidogo kwa muda kidogo. Pasta. Yes, najua hili jambo limetushtua sana sisi kama kanisa, hata mimi najua sana, lakini kulingana na vile ndugu yetu anaeleza ni kwamba alikuwa na na emergency sio? Yeah. Yeah. So, inafaa si, tukue na ile moyo huko tumuelewa, ba na kwa yeah, kusema kwamba alitumia jina yako kuomba pesa. Ni vile alikuwa anafikiria maybe anaweza kuja hapo na akanyimwa.

Kwanza mnasema hizo pesa ni zilikuwa elfu tano ambapo mimi nikitia sahihi pesa nilipewa alfu nne, eh, elf... elf... elf... lakini kusema, kusema tu kweli, tukiwa tunamwogopa Mungu, ulilipa elfu nne mama, zilikuwa tano. Sawa, nitazilipa, nitalipa, nitalipa, na hiyo interest ya elfu moja juu nitazilipa. Mchungaji, naomba unisamehe sana kwa kutumia jina lako vibaya, ila usinifukuze kanisani. Unajua hapa ndo tunakuja kuponea bwana. Sasa tukiwa tunafukuzana, tutajenga vipi mambo ya mungu Tresha. Kwa hivyo wewe unafanya biashara kwa, kau, kwa pesa za, za kanisa vile? Nisikie jina lako nikampea shilingi elfu tano kaenda kutumia? Kwa hivyo ulisikia jina, mbona haukunijulisha? Kwa hivyo ndugu na pastor kwa sababu ya makosa hayo siwezi kuendelea kukuruhusu kukuwa na sisi pamoja, kwa sababu kama umefanya hivyo, kesho yake utafanya nini? Mchungaji, um, vitabu vitakatifu vinasema, uh, tusamehe mara saba sabini na, bila shaka uh, siku zote mrudia kosa ndo mkosaji. Mimi hapa kosa ndo la kwanza kabisa, na nimekiri, sitakuja kurudia tena. Nimesema sitaki kukuona katika kanisa langu kuanzia sasa hivi na nishapitisha, sitaki kukuona katika kanisa hili. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi, mimi pamoja na kumti tumeamua kwa mm, ya kwamba unaondoka. Kupoteza wakati, ondoka sasa hivi, ondoka, ondo. Pasta, kosa langu ni ishu ya pesa tu ama kuna jambo lingine tofauti? Nimesema ondoka, sitaki kusikia mambo. Sawa, kuondoka mimi nitaondoka lakini waumini wa wenzangu, mm. Unajua neno la Mungu ni sheria, na sheria huwa inakata mbele na nyuma, ni kama vile msumeno tu. Mchungaji, mimi naona kuna jambo lingine, lakini unaficha na asingefichua hiyo siri yako, ila kwa sababu sasa wewe unaona kwamba mimi naweza nikakusaliti, eh, itabidi sasa niseme ukweli. mm -hmm. Ta, mchungaji, mnamo tarehe moja mwezi wa kumi tukikutana nawe St Mary's pale matanati, uh, na taulo ulikua meenda kufanya <laughs> nini? Ndio, eh, tunaona mama mchungaji uko hapo eh. huna yule mtoto ambaye alikuwa ameenda kupokelewa hospitali <laughs> labda niulize swali, mko wangapi mama kwa huyu mchungaji? mchungaji. mchungaji. Na mama mchungaji. <laughs> Kweli ninasikia ulipelekea msichana nini hospitalini, ni kweli? Ya, mama mchungaji nilimwona, na haikuwa towel tu, alikuwa na sabuni, mafuta, poda vyote kwenye, kwenye ile karatasi alikuwa nayo. Mimi nikashangaa, nikasema, hapana, acha nisonge karibu. Niliposonga karibu, nikasikia wanazungumza kuhusu birth notification, kwa masikio yangu mawili. Sema sitaki kukuona katika kanisa langu. Naomba utuambie tu ukweli julikane, tujue makosa iko wapi turekebishe, tafadhali. Hiyo tu, waamini wa Mungu, kulingana na vile naangalia haya maneno. Mhubiri, utuambie, kuna sababu nyingine nafanya unataka kumtoa ukijana kwa kanisa hey? Ama unamtoa kwa sababu ya kwa, kwa maneno, sisi hatutaki aibu kwa hii kanisa letu hata kidogo, tafadhali tuambie ukweli. lazima ukweli utoke, utoke. wataanza kuharibia yeah. jina huko inje ati kanisa letu siku hizi naenda hivi na hivi na kumbe, tuambie tu ukweli na no kwa, na, na kwanza nilikuwa sijamaliza amwezi kuanza kuongea hivyo, kama wewe nduku usingo uwezi, ngoja tu mkutano imekaa. Leo uko na makosa na unaanza kusingizia pasta. Hapana, sema hapo maneno mengine usiweke tu pasta. Kwa hivyo kwanza hiyo ilikuwa nitakana, twende kwa ofisi tuongelee kusia hapo. Acha tu aseme uwazi, tujue kila mtu ajue. Hapana, washeni kwanza, ndugu aseme ukweli yenye anataka kusema. Mbona mnamzuia? Acha aseme, sema ukweli. Kanisa ni mahali ambapo mfano unatokea ikiwa sisi kama watu wa kanisa mifano mm. zetu zitakuwa mbaya mm. watu wataiga aje vitu ambazo tunafanya? <laughs> lazima ukweli usemwe, uongo mm. vile wameita hapa, ukweli usemwe mm. tena ukweli usemwe hapa hapa. Hata Biblia inasema ukisema mm. ukweli, utakuweka uruaje. Ni ukweli. Mama mchungajio, mm, uh, nitasimama kwa mara nyingine kwa sababu yako mm -hmm. Unajua kile kilichofanya nisi, u, u, nisi, nisiseme hili jambo mapema uh, pale nje tulikutana na huyu mchungaji akawa ameshtuka, akasisitiza kabisa hili jambo nisifikishe mbele ya waumini, na iwapo nitafanya hivo mm -hmm. Atanifukuza kanisani, na ndio hilo hilo ambalo ametangulia kabla hata siri yake sijaifichua ndo maana nimeamua niseme ukweli hapa sasa kwa sababu nikienda nao utaniumiza mimi na ni machafu ambayo yanafanyika katika madhabahu ya nyumba ya baba inafaa aende abariki watu wake kwa hospitali na kama hiyo notification unasema si mpaka pia amwandike jina tunapingana kabla pastor hajasema ukweli wake pastor kweli ilikuwa hivyo uliendako St Mary's Mbona mnatupea ipo huyu msichana mwenye mnaongelea? Ulimwona uli, uli, uli ni nani, ni kama ulimwona ni nani? Alikuwa nani? Nni uh, ni ukweli ndugu yangu amesema hapa, tuseme ukweli utuweke huru. Yes. Huyu msichana ambaye tunazungumzia ni kiongozi wa sifa na ibada. Hey. Hey. Kwenye kanisa letu. Um. yaani si useme um. hmm. tu kama unamjua. Praise and worship leader.

Bwana Yesu asifiwe. Ah, kuna kusifiwa sana. Wewe sema tu tunataka maoni kusifiwa, umetusifia tumemalizana naye umetusana mimi. Tena ingine ni mi? mimi kama mchungaji, kazi ya mchungaji ni kulisha kondoo, kuhakikisha kwamba anawapa malishe bora. Kwa hivyo mimi kumbariki mshirika so, wetu uh, uh, uh, uh, na pasta niho, mama hajui kama ulinunua hizo vitu, ungetoka na yeye na mama mkaenda hospitali kwa ajili ya, ya kubariki

Mwangalie wewe. Sasa si wote mshapata ukweli? Nilikuwa nimekuficha, wanamsingizia tu. Wanasema ya kwamba huyu aende atoke kanisani, hatuwezi, yeah. Yeah. tukakufukuza kondoo. Afadhali sasa aende kwingine afanyie huko usharati. Wazazi, kumbe kuna mpango mwingine unaambia mama mchungaji apange ma uzazi na wewe, ndio unahubiri kila siku, wa mama wazae watoto ha, ha, ha. Ha, ati, ni baraka amesema ati pasta ni mkubwa. Ah, wacheni maana neno, malisho bora, malisho bora ni tawe pasta wewe, utapata laana na watoto wako wote. Huyu mama kulingana na vile inaonekana mtoto ni wa dada yake Ale, Yo, Fasa, we, kino, mama mchungaji yeah, yeah, yeah, yeah. Kuanzia no, okay. <laughs> <laughs> Leo ukae ukijua uko na mke mwenzio.